Jamila Islamia TV kwa kupata video zetu mpya usisahau kusubscribe, kushare na kulike ili kupata video mpya kila siku katika channel yetu ya Jamila Islamia TV tambani. Watazamaji wa Jamila Islamia TV, hapa tuko na mshiriki mwingine, labda tujaribu kumhoji naye ameshinda nini na alikuwa mshiriki wa ngapi, wa juzu ngapi. Ah, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, majina yako matatu yote rasmi, unaitwa nani? Abdurrahman Saleh Habibi. Abdulrahmani Saleh Saidi, ulikuwa ni mshiriki wa juzuu ngapi na ulikuwa mshiriki wa ngapi? Mshiriki wa juzu tatu, nimepata ushindi wa nafasi ya kwanza. Umepata ushindi wa nafasi ya kwanza a, naona pia zawadi yako umejipatia baiskeli. Una neno gani kwa walimu wako pamoja na wazazi wako? Ongeze juhudi na kama wazazi na, na, na, na, na waasa wa, wa waeke bidii katika kuwasomesha watoto wao. Unawapa bidii ya kuwasomesha watoto wao. Wewe pia binafsi una neno gani kwa wanafunzi wenzako, na pia unawahusia, una kitu gani katika malezi yani, katika mashindano haya ya tano ya Al-Masjid Munawwar Mimi, na, na